Kana, Kana, vitu vyote vyatoka kwako. E Bwana Baba Mwenyezi, bariki matoleo ambayo watumishi wako wametoa taslimu na pia katika simu. Bariki kazi ya mikono yao, panua mipaka yao, pokea shukrani hii na Baba Mwenyezi utubariki na hata tunapoendelea na ibada hii tuomba baraka zaidi kutoka kwako kwa jina, Amen, la Mungu Baba Mwana na Roho Mtakatifu. Tuendelee kusimama kwa ajili ya shukrani na ukumbusho. Je, Baba yuko nasi? yuko. Je, Kristo yuko miongoni mwetu? yuko. Ee Roho Mtakatifu yupo? Yupo. Huyu ndiye Mungu wetu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Sisi si tu watu wake, tumekombolewa. Inueni mioyo yenu. Tumeinua kwa Bwana. Na tumshukuru Bwana Mungu wetu. Ni haki kwamba tumshukuru na kumsifu. Ni haki tena ni furaha kwetu kukushukuru na kukusifu, E Baba Mtukufu, Mungu uliye hai muhukumu wa ulimwengu, muumbaji mwenye kuturuzuku, mukozi na mpaji. Kutokana na mtu aliyekuwa kuhamahama, ulijifanyia jamii yako. Kwa taifa lilokandamizwa, uliwapa kiongozi. Kwa taifa lilokosa mwelekeo, uliwachagulia wafalme. Kwa watu waliokuwa kaidi, uliwatumia manabii. Katika siku hizi za mwisho, umetuma mwanao Yesu Kristo kwetu mfano wako mtimilifu kutuletea ufalme wako kutudirishia mapenzi yake yako kufa kufufuka na kutawala na kujifanyia upya watu wako kupitia kwake, uliyetumiminia Roho wako mfariji, Roho wako mtakatifu kutujaza nuru na uzima kwa hiyo sisi pamoja na malaika na malaika wakuu, wazazi wetu wa kale waaminifu, na wote walioko mbinguni, twalitangaza jina lako kuu na tukufu, tukikusifu daima tukisema: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Bwana Mungu mwenye mamlaka na nguvu, mbingu na dunia zimejaa utukufu wako. Sana na juu mbinguni, Mwenyezi Mungu umilikie vyote. Twa kushukuru kwa kumtoa mwanawe afe msalabani kwa ajili yetu sisi, uliyetuwia vyote, utumiminie Roho wako mfariji. Tuna tunapokumbuka mwanawe Yesu Kristo alivyo tuamuru kupitia vipawa hivi vya uumbaji. Usiku ule ule aliosalitiwa, alitoa mkate, akisha kushukuru, akaumega kisha akawapa wanafunzi wake akisema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu uliotolewa kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Amen. Amen. Mwili wake ulitolewa kwa ajili yetu. Vivyo hivyo baada ya kula akakitoa kikombe na kisha kushukuru akawapa, akisema, nyweni nyote, ili damu ya agano jipya imwagikae kwa ajili yenu na kwa watu wengi, kwa msamaha wa dhambi. Fanyeni hivi kila mnyapo, kwa ukumbusho wangu. Kristo amekufa, Kristo amefufuka, Kristo atakuja tena. Uh, ndugu na dada, kwa damu ya Kristo tumekufa pamoja naye, tutafufuka pamoja naye, tutaishi pamoja naye. Kwa hiyo, Baba wa mbinguni, utusikie tunaposherekea gano hili la furaha, tukingoja kurudi kwake Mwokozi wetu Yesu Kristo, alikufa kwa ajili yetu, akalipa fidia kamili ya dhambi za dunia nzima. Sadaka timilifu ilitosha. Ulikubali sadaka yake kwa kumfufua na kumpa utukufu kwa mkono wako wa kuume huko mbinguni. Amen. Yesu ni Bwana. Hii ni karamu ya ushindi. Mwana kondoo aliyeuawa ameanza enzi utawala wake. Haleluya. Kama Mwokozi alivyotufundisha tuna ujasiri wa kuomba: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama sisi tunavyosamea waliotukosea, usitutie katika majaribu, lakini tuokoe na ule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Twa umega mkate huu tushiriki mwili wa Kristo. Kwa kuwa tu wengi, tu mwili mmoja. Kwa maana sote tushiriki mkate mmoja. Ikombe hiki cha baraka tunacho kibariki ni ushirika katika damu ya Kristo. Karibuni kwa imani mpokee, kwa imani tu etu na tumaini. Kristo ndiye mwenyeji wetu nasi tu wageni wake. Kristo yuhai milele, tuhai kwa kuwa yeye yuhai.

Mwana kondoo wa Mungu uchukuae dhambi za ulimwengu. Mwili wa Bwana wetu Yesu Kristo uliotolewa kwa ajili yako ukuhifadhi mwili na roho hata uzima wa milele twaye ule huu ukikumbuka kuwa Kristo alikufa kwa ajili yako, mle yeye moyoni mwako kwa imani ukishukuru. Amen. Amen. Damu ya Bwana wetu Yesu Kristo iliyomwagika kwa ajili yako ikuhifadhi mwili na roho hata uzima wa milele, unywe hii ukikumbuka kuwa eh, damu ya Kristo ilimwagika kwa ajili yako na uwe na shukrani. Amen. Amen.

Shiriki meza Bwana chakula cha Bwana. Mungu nitukuwe

Sema sala baada ya chakula cha Bwana, tutasema wote pamoja. Mungu mwenye enzi, Baba yetu ishiye milele, tumeketi miguuni pako, tukajifunza kutokana na neno lako na kula mezani pako. Tunakushukuru tena tena na kukusifu kwa kutukubali katika jamaa yako. Tufungue na baraka zako sasa, e Bwana Tukaishi na katika kukushuhudia uwezo wa Roho wako, wako kwa Yesu Kristo, Amen. Bwana asifiwe, tukutishini kabla tujapokea